Naitwa Pastor Imani Mwasunda. Asanteni sana kwa kunifuatilia watu wote wa Mwasunda TV, tiktok wa Pastor Imani Mwasunda YouTube pamoja na Instagram. Mungu wabariki sana tena sana nipende kuwakaribisha sana katika ibada zetu za mitaani, ambapo mimi ni mchungaji pia wa mitaani ya pale maeneo ya Ubungo Shekilango National Housing. nipende kuwakaribisha sana kwa wale ambao mnahitaji huduma maombi, mnahitaji ku huduma ya maombi una shida una matatizo mbalimbali mbali. Basi niweze kukaribisha kwenye ibada zetu zinafanyika Jumatano pamoja na Jumamosi kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa, saa tisa mchana. Kwa hiyo niweze kuwakaribisha sana. Namba zangu za simu kwa wale ambao mnahitaji kuja kwenye ibada ni 0713776860. Na wale ambao mnahitaji kudhamini kipindi chetu cha kuhubiri mtaani cha mitandaoni, unaweza ukatuma sadaka yako kwenye namba 0713776860, kwa kuchangia kazi ya Mungu. Pia unaweza kutuma sadaka yako kwenye namba 0713776860 na Mungu atakubariki kwa kusapoti kazi ya Mungu. E, unaweza ukachangia kupitia ibada zetu za mitaani tunazohubiri na kwenye mtandaoni pia. Mungu awabariki. Shalom, shalom, na nawatakia siku njema yenye amani na upendo. Tukutane tena siku nyingine, siku nyingine. Nawapenda sana watanzania wote Mungu wazidi kuwa wabariki. Nawapenda sana watu wote duniani kote. Santeni sana kwa kunisikiliza, endelea kuangalia mwasunda TV TikTok, endelea kufuatilia Pastor Imani Mwasunda YouTube, subscribe channel yetu ya YouTube, endelea kufuatilia Pastor Imani Mwasunda Instagram. Asanteni, Mungu awabariki kwa elimu.